Ukipenda vitani bingu ikipigwa, nenda usikae nyumbani. Ukikaa nyumbani moga mkataa kazi nyingine. Msimu wa kazi, msimu wa washujaa. Ukitaka kwenda vitani, nenda usikae nyumbani. Mungu awabariki sana. Somo la leo linasema nenda zako kwenu kwa njia nyingine

Yesu alizaliwa katika Bethlehem ya Wayahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wawa kwa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kuna mahali fulani hapa kwa watu wengi sana sana, kuta kumsujudia akuta kumsujudia mfalme Herode aliposikia hayo alifaraika na zile pamoja naye pia pamoja naye akakusanya wakuu wa kuhani akakusanya wakuu wa kuhani wote na waandishi wote na waandishi wa watu akakuta pao Kristo azaliwa, ana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda kombougo kamwe katika majumbe wa Yuda, wakuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga akapata kwao ile nyota akawapeleka niende nao, na walikosikia wanaenda na falme walisishika njia, katazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipokiona ile nyota walifurahi furahi wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokisha kumfungua hazina zao wakamtolea tunu, dhahabu na ukumba. Na katika ndoto, sasa hivi ina masomo mengi, akilakaona hilo wamekuja na habari ile siku nyingine Yerusalemu, haona habari kada i

kidogo akapewa fulani anataka kumuoa, si mgeni ili kuja kwenye kwenye sensa sensa, imeisha nataka nirudi nyumbani, hasa kaja kisha ugeni ndaishi aje tikoje? Akaambiwa ile dhahabu waliokuletea kwamba nisi ndio ilikuwa ni kwa baadhi ya kishwa na roho ya sema ile baadhi. Alipofika Misri akapanga hoteli, wakala wakanywa kodi siku alipomalizia kodi ya pango la mwisho ya ile iliyotoka kwa majusi ndio arudi nyumbani. chezi ya Mungu wewe, hana hana, yote aliyopewa amelipa. Halafu imeishi kwa kwa wale wa majusi, waliangaliwa walipe gharama za kuishi mabishoni Kisha toka hapa ishie kule, usifanye nini, usirudi. Wakaenda zao kwao, wanjia. Kuna mambo ulipitia, wakauliwisha, yamekuumiza, yakakujeruhi, ila mwisho wa siku umefika hapa. Mwaka huu nenda zako wanjia Nenda zako kwa njia nyingine. Kuna mahali ulipita uchumi wako ukakosea kosea, usirudie makosa mwaka huu, nenda zako kwa njia. Haleluya, kuna mahali haleluya, kuna mahali, kulifunga biashara ngapi, ukakata makosa, umeshayaona mwaka huu, kulifunga biashara ngapi, ukakata makosa, umeshayaona ututo, usirudie kule kule ulikopita. Mwaka huu utachagua kwenda zako kwa njia nyingine, afuta njia nyingine na kufikia malengo yako. Usirudie makosa yale. ulikuwa mwimbaji kwenye kwaya, ungefata vizuri sana mwalimu akifundisha, kumwelewi mpaka umekuwa kikwaza kwenye kwaya. Usiache kuimba, ila tathmini uimbaji wako, alafu uendelee kuimba, ila safari hii kwa njia nyingine, kwa njia nyingine, kwa njia nyingine. Ulikuwa unafanya shughuli yako mali fulani, usirudie vile vile ulikuwa unafanya, tafuta maboresho zaidi, ili kama mamayusi bado walifika kwao kufikia malengo yako lakini kwa njia nyingine. Na nawan watu ambao wanatamani mwaka huu Mungu awe kwa njia nyingine. Usikariri njia ile ile, mapito yale yale, utendaji ule ule. Mungu ana njia nyingi za kufikia malengo yako kwa njia nyingine. Wacha Mungu akuonyeshe